Habari za jioni, wazima wote, msemaje? E, biashara zinaendaje? Sasa tumepokea taarifa kama barabara imekatika pale Somanga, na maji mengi yamekuja pale, yamekata barabara yamezoa makalvati na daraja pale kwa sasa. Kwa sasa hivi watu wamekwama pale, magari hayapiti, na tayari tumeshawasiliana na RTO wa Temeke na RTO walinde, wazuie magari asipite Yes, yani siruhusiwe kusafiri ile aneo toka jioni usiku. Wabaki hao ambao wamekwama saizi, lakini tusende kuongeza watu wengine pale. Tunaomba sana wale ambao walikuwa wanatarajia kusafiri jioni wavumilie kwanza mpaka taarifa zingine zitakapotolewa. RTO Walindi anaenda eneo la tukio saizi. Kwa mpaka kufika kwenye saa 3 hiyo, itakuwa amefika hapo kama kutakuwa na ushauri mwingine tutapata baada ya hapo, basi tutaambiana, lakini kwa sasa hatushauri watu waende huko. Uwezekano wa kupita kuvuka hapo sehemu haupo e, eh, kwa sababu imekatika barabara sehemu kubwa sana na maji yamejaa. Kwa hiyo tunaomba sana wale wale wanategemea kutoka jioni hii Dar es Salaam wasitishe hizo safari na wale ambao wanategemea kutoka Lindi huku jioni hii wasitishe safari sisi upande wa usalama barabarani mkoa wa Lindi tumejipanga kwamba gari zitaweza kutoka Masasi wapi, kama watakaidi kubaki huko waliko, zikifika hapa tutazuizuia, tutaruhusu ziende huko mpaka tutakapoona hali zimekaa sawasawa, ndipo wataruhusiwa kupita. Na tumewasiliana na wenzetu wa mkoa wa Temeke wa kipolisi atatiowa kule azuie magari ambayo yanataka kutoka jioni hii mpaka tutakapotoa taarifa zingine kwamba pale hali ikoje, lakini kwa kweli hali kule sio nzuri.